Sasa, mwali wangu, uche unalaa yake, unaweza kwenda popote, una una unapotea tu unarudi. Unajisikiaje? Unaonaje hapo rae, hapa hata hmm, kama nikitaka nende nyumbani naenda popote pale. Mwali wangu, we kazi yako, unaenda unarudi unaenda unarudi, lakini usikose kurudi nyumbani. Sinikuonyeshe hizi sindi. Sasa hizi sindi hizi ndio kubwa sana kwa kila kitu. Wachewe sisi tunatumia kwa uchewi wetu Waganga natumia kwa uganga wao, usizizarau hizi, unaweza ukanasa. Jukumu langu sasa, mi nimeshamaliza, naendelea na kazi yangu. Wewe nenda kapumzike. Alafu mama, mi nimependa kuondoka. Kama tulivoondoka nitumie njia ile ile. Tumia vile vile, lakini ujue unaenda wapi. Hey, nyie wanafunzi <coughs> Ila hebu subirieni hapo, kapendeza leo <coughs> <coughs> <coughs> Shikamo. Malaba. Nafahamu mmefuata elimu na ni wajibu wenu, lakini nasikitika kuambia leo hakutakuwa na kipindi kwa sababu wanafunzi wengi wamekuwa ni wazito sana kuhudhuria. Sasa hatuwezi kuwa tunafundisha mwanafunzi mmoja mmoja au wawili kama mlivyokuja hivi Bala shansa. Lakini msijali sana, kwa sababu ile swala tumeshalifikisha katika serikali na linafanywa kazi kwao. Muda si mrefu tutawapa taarifa nyie. Sasa hivi mrudi tu nyumbani, sawa? Asanteni kwa kunielewa. Mimi narudi Mwalimu Jiwe Adel, unaweza ukaniambia usiku wa kuamkia leo umelala wapi? Kwa sababu tangu jana tulivyomaliza mazungumzo sijakuona ukirudi nyumbani. Hayo ndio nilikuwa namwambia dada yako jana kwamba wewe sasa hivi unajifanya umekuwa mkubwa sana, yaani mimi narudi na, na hatujaonana siku nzima, baada ya kunisalimia unaanza kuniuliza maswali. Mdogo wangu kipenzi kipunji. Labda mimi nikuulize, wewe na ndugu yako mnataka mimi nifanye nini? Kwa sababu niliondoka hapa kuepusha shari zenu, nimeenda kulala na popaji wa mimi, lakini mnaona kwamba bado ninawakera. Ninyi mnataka mimi nifanye nini? Dada Adela hivi unahisi tunayoongea kwamba tunakupigia kelele au hayana maana kwako, kwa si ndio? Vizuri zaidi, umeanza kwa kuniita dada. Ina maana kwamba mimi ni mkubwa kwako. Lakini sasa uko kujifanya kwako ku unajua kutakuponza. Nachokuomba mimi ukome, kidogo kidogo ukizoea, uwache. Na mkiendelea kunipigia kelele, wewe na ndugu yako, nitaenda kuishi nilipoenda kulala jana. Huyu mbona amerudi kama alivyoondoka, na majibu yake ni yale yale. Inamaanisha ile dawa haijafanya kazi. Ama na dada, tangu aondoke kwenda kwa mganga hajarudi kunipa majibu. Mm. Ngoja tuone uhu, uhu. Ha, yeah. Yeah. Ha, uhu. Uhu. Samani ina mazungumzo naye kidogo, ila kabla ya mazungumzo Sijapenda ulivyoniita kukuitaje? Unaniitaje mimi? Mwanafunzi, naangalia kuwa unajua mimi ni mpenzi wako. Basi naomba unisamehe basi kwa kukuita hivyo. Sawa, nimekuelewa, tuachane na hayo. Mara nyingi huwa nakusaga muda wa kuongea na wewe, mara zote unasemaga uko busy. Sasa hii fursa iliyojitokeza nataka kuitumia mimi na wewe. Maana umesema wanafunzi hawatakuwa shuleni kwa sasa. Sasa na rafiki yako anakuwaje? Usijali. <laughs> Usijali kuhusu yeye, ni mtu mzima, nitamwelewesha ataelewa. <laughs> Basi ongea naye, alafu kisha malizana naye, ninakusubiri kwa sababu hatuwezi kuongozana Sawa nashukuru. Ah, <laughs> wewe tena. Haya, tayari nimeshampanga na amenielewa. Kwa hiyo kitulize pale, unisubiria, usijali. Mimi tena tanganakaa pale, nakituliza kusubiria. Haya, usichelewe. asibviviasis naendeleaje? Sijajua huko nyuma alikolala, kwa sababu toka asubuhi sijaenda kumwangalia kuota kunambia, sister mdogo kalala huko nyuma, au si? Hivyo najielewa kweli sista, hivyo kabisa yani, unapata ujasiri yani, unalala ndani na shuka unavuta yani, jana usiku mwenyewe umeona kabisa hewa, ya po, ya nini, sister, baluza, ya inji, hali ya hewa ya mvua unachukulia poa, unachukulia baridi nini sista, nini nje Jana usiku wakati wa kulala nilimfuata tu ingie ndani. Lakini ile namsogelea tu, kaanza misali yake kama kawaida. Kanipiga misali za mafumbo vizuri tu, mimi nikapotezea. Ile na inama nimshike mkono, kaniputa kwa nguvu, na kuanza kupiga makelele. Sitaki mazoea, sitaki mazoea kabisa. Eh. Nikaona isiwe shida, makelele asizidi hapa tukaanza kuamsha majirani. Na kama unavyomjua yule, akili zake zinamtosha mwenyewe. Je, angenikaba, akaniua. Ikabidi e ni mwache mi ningie ndani. Ulitaka mi nifanye nini? ni sasa, hata kama fenelewa mi nilikuwa nipo getu. Hajafikia yule, ajafikia stage hiyo ya kusema kwamba, si tuna mshindo a kumuweka ndani. Ungenifuata ukanielekeza vipindi baridi, ingekupoa hiyo. Oh, amia tabia sijaipenda, tuende tukamchole, basi. Marahaba, nitafanyaje? Kila nimekuja hapa mimi Sawa. Mume wangu toka jana haondoki, hajarudi, na ameondoka tukiwa hatuko sawa, yani tuligombana kidogo, hajarudi. Na mimi sina rafiki yoyote ninayemjua mume wangu zaidi ya mume wako, Makoroboi. Najua kabisa atakuwa amelala hapa. Sasa kama yupo ndani, naomba nitie, yani, hata mimi hilo hilo wazo nawaza huko, mume wangu amelala wapi? Maana tangia niachane naye jana akaniambia anaenda kwenye mihangaiko yake, hajarudi tena yani. Mume wako wewe Makoroboi na mume wangu mimi hawajalala hata hapa, pia hawapo. Haya mwenzangu, labda wewe umeagwa, amekwambia ameenda wapi? Hmm, hapana. Yani hata sielewi na sijui ameenda wapi, manake hawajanipa taarifa yoyote. Yaani umekaa umepoa hivi, Mbwembwe ana akili gani? Mimi kuniacha nyumbani nimelala peke yangu, usiku kwangu ulikuwa mrefu. Yaani si nimepata shida ndani, joto si joto, mimi maskini. Mungu, nimechoma dawa ya mbu mimi mpaka nimeyapata mafua kwa ajili yake. Hivi Mbwembwe ana akili kweli? Na wewe mwenyewe pia kela, una akili? Yaani mume wako anaondoka sasa, itakuwa misheni ya kazi na kujua kabisa wewe ni nabii. Sawa. Sasa na mume wako, kwa sababu wewe unataka kumpa ufalme, chukua na maua umpambe, awe kama liki Elizabeti. Mimi wa kwangu ananiuma, wanaume wote wajae, lakini mume wangu mimi ni bora kuliko wanaume watu wote, na mume wangu mimi ananiuma kuliko wanaume wote. Si ajala hapa Mbwembwe, nitakachoenda kumfanya, habari zangu atakupa mume. Alafu mbwembwe mwenyewe pia anajua kabisa kwamba kaoa nani, Lucifer. Mimi ndo Lucifer, nitamnyonya ni damu. Alafu wewe endelea na uzazi wako huo, na ndio maana mume wako anataka kukuolea mke wa pili, kwa sababu wewe upo kama panganga ni eh sana sana, umelegea ndio mzee anakuburuza na, na kufanya kama tambara deki. Endelea wewe usibozozwa, wewe utaamka siku moja, ila sijui siku gani, sio kwa na jina chizi wewe, Shikonyinge. No shikonyinge Wako veta kine chini ya uvungu. Nalitogwa na mane siri ya uvungu Uvungu

Bada tumemena si za mdogo wangu ndani paoge, kubadilishi na mavazi alafu mengine tutaongea baadaye. Baada sista baluza seo sure. Asha sana na madada wako wa kazi huko, tofauti na wale niwafundisha kazi zangu za usiku. Na kile tulichokifanya jana usiku, naamini umepona. Magonjwa yako yote, yale ya kuanguka, ya kudondoka, yote umepona. Sio wewe tu, hata na dada yako Memena na hivi vile amepona. Na Memena kapona, ndio, na ugonjwa wake wote, upungufu wa akili, yuko sawa. Basi, mama, naomba niende nikamwangalia afu nitarudi. Ili jambo halitakiwi huruma wala halitakiwi liwe na miemko. Siku nikiamua mimi nitakuruhusu utaenda kumwona. Basi sawa mama, mimi nikushukuru tu, asante kwa kutufanyia, mimi na dada yangu tunakushukuru sana. Mimi sitaki kushukuriwa. mimi nimefanya hivyo ni jukumu langu kwa sababu mimi na shangazi yenu tuko chama kimoja cha uchawi na hata akirudi hatafurahi sana kwa hichi nilichokifanya kwenu. Umenielewa? Haya basi, acha mimi niingie ndani nikaendelee na kazi zingine. Sawa mama. <sighs> Nadhani taratibu walikuwa nikizifanya huku ndani, nimefanikiwa juu ya kuhusiana na mwili wa mama yako na kumrudisha sawa. Mungu ameleta rehema yake, ameshakuwa sawa. Limebaki jambo dogo tu kuhusiana na lile vazi la sanda ambalo amevishwa. Hivyo mjomba, wewe kwa sasa ni mkubwa Unaelewa baya na zuri. Kwa hiki ambacho nitakachoenda kukifanya, unatakiwa kukishuhudia tu katika macho yako, kama tulivyoumbwa wanaume kuwa na kaba. Hivyo kuwa mstahimilivu, sawa mjomba? Si watu si watu, si watu. Vitu chini ya uvungu tujaviona, watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu, wanalipiza watazame. Hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yaani, vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa una fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu, kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui.